Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame jana Alhamisi Disemba 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, wamekutana huko Washington DC Marekani kuidhinisha makubaliano ya amani mbele ya Donald Trump. Hata hivyo, kama mapigano yakiendelea ya Kivu Kusini wengi wanahoja athari halisi za makubaliano yajayo. Leonard She Okitundu. Alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Kongo kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na sita hadi mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kwa sasa ni mbunge na makamu wa rais wa kamati ya mambo ya nje katika bunge la taifa la Kongo. Kwake suruhisho ni kulivunja kundi la waasi wa Kihutu wa Rwanda la FDLR inaloendesha harakati zake mashariki mwa DRC Kulingana na vyanzo mbalimbali, akizungumza mjini Paris, alishiriki mtazamo huu wa Christopher Bois Bovia akisema kuwa lazima kundi hili livunjwe ili amani ya kudumu ipatikane mashariki mwa DRC. Hii ni taarifa kutoka huko DRC, ikieleza kwamba DRC na Rwanda wanasema kwamba watuwakari zidi ya FDLR ni muhimu ama ni lazima zichukuliwe. Huku rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame wametarajiwa ama wamekutana huko Washington DC nchini Marekani kwa ajili ya kutia saini mikataba ya amani kwa ajili ya Kongo.